Eh, bwana we, unajisikia kama unapitwa na siri matata ya Toyota. Niko na sekunde sitini tu kukupa ubuyu wote. Twende kazi, injini sasa? Kama unaagiza chai tu pale kita, chagua nguvu yako kuna ya lita 1.8 au ile ya kishua kabisa ya lita 2.0. Gearbox yake ni CVT, yaani ni gari inakwenda laini. Utapenda laini kuliko hata zile stori tamu za bibi zetu. Nguvu zake kuanzia 109 mipaka 158 yaani ina kimbembe cha kutosha kuzifanya gari zingine za aina yake zioneso. Uchumi wa mafuta sasa, inakula mpaka kilomita oplytn kwa lita moja tu. E, unaweza kutesa kutoka hapa Dar mpaka Moro bila hata kuwaza ishu ya mafuta. Ukiingia ndani sasa, unaingia bila kutumia ufunguo. AC yake baridi kama barafu na mfumo wa burudani ambao hata mshua wako anaweza kuutumia poa tu. Salama wake hapo sasa, airbagi za mbele na pembeni, breki za ABS, na bodi ya go. Fikiria kama umevaa dera la chuma, lakini kwa gari lako la kila siku. Unatafuta gari yenye muonekano mcharo na nguvu za ukweli chini ya boneti? Basi Allion iko fiti kukufikisha mbali zaidi. Gonga la like hapo chini, ni follow kwa madini zaidi ya magari, na usisahau, hii ni umejua.